Bwana mambo vipi Tanzania, mambo vipi East Africa. Leo tupo maeneo ya uwanjani ambapo kuna mchezo mpira wa miguu, lakini kwa siku leo nataka niishi na watu na wana kuhusiana na wanaambie kirefu cha FIFA pamoja na makao makuu ya FIFA yapo nchi gani. Kwa hiyo, mshikaji tuanze. Kaka kaka, mambo mambo vipi vipi vipi? kwa naitwa nani? naitwa Plemo, Plemo, Plemo Naona unapenda sana kuangalia mpira. Sasa ndakosaje kuangalia mpira ndugu yangu? Hata mimi ni mpenzi wa kuangalia mpira. Sawa, hata na mechi za Ulaya vile vile. Na mechi za Ulaya kabisa. Hmm. Yaani mimi ni mtu wa mpira. Sawa. Sasa ndio. Nataka unaambie kirefu cha FIFA. Kirefu cha FIFA? Hey. s sina idea. FIFA? Ah. Hizo <laughs> <Isu> ni challenge. Sasa <laughs> so, na, najua na, unapenda sana kufuatilia <laughs> mpira. Na dimonde waga waga wenyewe wanaandaga sana. Sasa nataka sasa tupate kirefu chake basi, kirefu cha FIFA. Nazo nazo kijua mimi kama ni football kwa FIFA. Ah, bfifa sina idea. Basi, makao makuu ya FIFA yapo nchi gani? Yapo Swiss. Swiss. Ndio. Ndio. Kaka vipi hali? Sana kama poa. Kwa poa. Zinaenda lakini. Yeah, tumshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa Kwa majina unaitwa nani? Okay, wewe yeah. Yeah. una unashibikia timu gani? Mimi ni Bilombe Bilombe. Ndio. Yeah. Yeah. So, sasa okay, Ulaya huko napo? Barcelona. Yeah. Okay, kwenye timu za nchi napo? Za nchi. Timu za nchi. Kongo, Kongo ndio. Kongo. Yeah, sawa nataka unaniambia kirefu cha FIFA, kirefu cha FIFA. Yeah. Ah, kirefu cha FIFA da, mwanangu yani asijue. ah, kifupi? Haujui yeah. Alafu makao makuu ya FIFA ya FIFA ya yako wapi? makao makuu ya FIFA. Wewe yako wapi? <laughs> Mi, mi majibu ninayo, nataka wewe sasa, sasa mtu anayekutazama. Swali la kwanza nilikwambia nijibu. majibu Majibu majibu utakuta kwenye comment.

ni sifagilia Ulaya Man City kidogo Man City. Afu hizi timu za nchi napo. Ah, timu za nchi. Wale waandaaji wa Coupe du Monde ni inakuwa ni FIFA ndio wanaandaa, si ndio hivyo? Tunataka ni unipe kirefu cha FIFA. Kirefu cha FIFA. Sijui na ujui, sasa yeah. yeah. Ujui kirefu cha FIFA eh? Ni ngumu, na tena wewe ni mpenzi wa soka eh? yeah. you know, FIFA ni ngumu ngumu. Makao okay, makuu si ya FIFA yes. <laughs> <laughs> Kaka ina noma <my> fifakakaenana braza <laughs> <laughs> a nashukuru, lakini sawa. na dogo wa, ma, wa Madrid vipi? Wale safi poa yeah. Naona umevaa Madrid. Yeah. Ndo timu waga unaipendeka sana? Ah, ya baba na mama hii kabisa. Okay. Yeah. Unaitwa nani? Papista Papi? Papista Papista Papi nanis Papi Yeah. Sasa. Ushawahi kusikiaga FIFA FIFA FIFA. Naambia kirefu cha FIFA? FIFA. Hey, kirefu chake ah, siwezi kujua urefu ila nasikiaga tu FIFA, FIFA. Ah, yeah. Lakini ni mambo ya kuhusiana tunasoka tu hapo. Sawa. Yeah. Okay, kirefu chake kirefu chake umesema kwamba ume haujui, sio hivyo? yeah. makao makuu yake? Basi makao makuu yake yeah. Ah, siwezi kufahamu. kama anaishi wapi unaweza kufahamu? yeah. kwa sababu gani unaweza kufahamu? sijui kabisa nisi wadanganyi. mm. yeah. ni wachezaji wachezaji gani? mm. Hawa ni majina ya wachezaji gani wa Madrid ambao unawafahamu majina yao, kama wote yani, yani kwanza namba moja mpaka tisa, mpaka tisa. yeah. Asante. Yes, um, anaitwa nani? Mimi Jojo Walumona. <coughs> Wewe ni mshabiki wa timu gani? Mimi ni wa Kenya. Kenya. Hapa hapa kama mimi ni Kenya. Ulaya? Barcelona. Barcelona. Mm. Kwenye timu za nchi, timu za nchi nyumbani, DRC. DRC. Mm. Sawa. Kwenye mashindano ya Coupe upedimonde huwa waandaaji wanakuaga ni FIFA, ndio hivyo? Nafikiri. Sawa. Nataka unaambie kirefu cha FIFA. Hapo sijui. Au ya. Alafu makao makuu ya FIFA sijui, maana mimi mwana soka. Yaani mana misoma <laughs> tu. Umeingia. Haya, ndio umeingia. Nashukuru sana kaka ni aje? Okay. Fresh lakini. Unaitwa nani? Okay. Mshabiki wa no? Mm. Okay, timu gani? SD Sport. SD. Hapa kambini okay. Okay, Barcelona. Barcelona. Timu za nchi Kongo. Kongo. Okay. Waandaaji wa Coupe du Monde wanakuwa ni FIFA, si ndio hivyo? Yeah. Hio Okay, nataka unaambie kirefu cha FIFA. Ah. Siwezi nikajua kirefu cha FIFA. Siwezi mpenzi wa soka lakini. Mimi ni mpenzi wa soka ndio, lakini kirefu cha FIFA kwa sasa hivi siwezi nikajua. Uwezo kujua. Makao yeah, makuu ya ya FIFA nahisi kama sio Uswisi Geneva, mm, vitu kama hivyo sikumbuki. Sikumbuke ao Nashukuru wewe, asante. Njoo, nashukuru. Njoo, nouku, njoo, k, njoo, njoo. Kuna kuna wapenzi ambao amevaa jezi. Vipi hali, shari? Poa kama kawaida. Sana mbona sana ya siku nyingi. Nzuri tu. Wewe ni mshabiki wa timu gani? Mshabiki hapa, ni mshabiki hapa mimi ni mshabiki wa Young Boys. Young Boys. Ulaya. Ulaya. Barcelona na Barcelona, La Liga huku, EPL Arsenal. Arsenal. Timu za nchi, yeah. yeah. mm -hmm. za nchi. Mimi ni mtu wa DRC yeah, timu za nchi. Sawa. kimataifa. Waandaaji wa Coupe du Monde ni FIFA. Tunataka sote tupe mm -hmm. kirefu chake FIFA. Hey. FIFA. Ah. Kubova bahati, mimi sio mfuatiliaji sana wa mambo ila naupenda. Hey, sema naanza nikanikajaribu, ila tuangale. mm. FIFA. Football. Anena, ah, football. Ah, Ah. Uh, ah, b nani imentoka. Okay, makao makuu ya FIFA yako wapi? Ah, sijui Sijui kabisa. Kwanza leo unafuatilia, au sio? Eh, mwana soka. Ah. Hey. Mimi mimi napenda soka. Ushawataja timu kama nne vile unazoshabikia. Mimi hey, napenda tu nikiona hey. na na enjoy. Bila mimi sio mfuatiliaji. Sasa unafuatilia, au sio? Fresh siobas Kaka ni aje? Unakimbia nini mjumbaunakimbia vipi kawaida? Sasa vipi kakawa, nakimbia yaani, unakimbia kitu cha kawaida sana. Twende. Kaka ni aje? Ni mshabiki ya timu gani? Ya kambini kwanza ya kambini. Shabiki timu yote. Ya Ulaya, Madrid, Madrid. Hmm. Afu timu za nchi? Nchi kama nchi gani? Maana nchi ni nyingi. Nchi, yaani nchi yoyote tu ambao unajua kama nchi yako ina timu kama unaipenda Hakuna, hakuna. Sasa mm. Okay, mm. Waandaji wa kupedimonde ni FIFA, si ndio? Hivyo, nataka utupe kirefu chake. Sijui. Hujui mm. Makao makuu? Sijui.